Waislamu tutakunywa pombe huko tunapokwenda? Jibu ndiyo, waislamu tutakunywa pombe tukiwa katika pepo ya mwenyezi Mungu tunakunywa, kwa sababu peponi hakuna uharamu tena, peponi hakuna kufanya ibada, peponi ni sehemu ambayo ya matumizi. Kwa hiyo Mungu anatuambia katika Qurani katika sura ya 47 aya ya 15 kwamba peponi kutakuwa na mito ya ulevi, kutakuwa na mito ya pombe. Watu tutakuwa tunakunywa peponi, kwa sababu Mungu ametukataza tusinywe duniani, akatuambia peponi mtakunywa, kwa sababu peponi ni sehemu ya starehe. Lakini pombe hiyo itakuwa tofauti sana na pombe ya duniani. Kwa mujibu wa 56:19 Qurani, Mungu anasema la yuswadauna anha wala yunzifun, hakuna kuumwa na kichwa wala kutokwa na akili pombe itakuwa safi kabisa, haiumwi na kichwa wala kutokwa na akili. Huwezi kufanya jambo la kipumbavu kwa pombe hiyo. Lakini tumalizie hiyo kwa kuwataarifu wale wasiokuwa Waislamu. Sio Waislamu tu tutakunywa, hata Bwana Yesu naye atakunywa. Kwa mujibu wa 26 29 kitabu cha Mathayo, Yesu anasema tangu sasa sitokunywa tena pombe hii ya duniani sitokunywa tena divai hii ya duniani, hata nitakapokunywa divai mpya pamoja nami katika ufalme wa Babangu. Kwamba Yesu naye tutapiga naye glass, Yesu naye tutakunywa naye pombe siku ya kwenda peponi. Sasa haya mambo yasiwape watu shida, kwa hiyo tumeamua kulizungumzia. Pombe, pombe duniani imekatazwa, lakini Waislamu akhera peponi tutakunywa pombe, tutapiga cheers na Bwana Yesu. Muislamu wenzetu, tutakunywa pombe bila wasiwasi wote katika. Kuna watu wanasema peponi hamna kunywa Eh, hamna kula, ni uongo. Luka 22:29, Yesu anamaliza, anasema ili mpate kula na kunywa mezani pa Mungu wangu. Kwa hiyo watu wote peponi tutakula na tutakunywa, wala hamna shida. Kwa hiyo pombe ya duniani Mungu ameikataza, lakini ameturuhusu kunywa pombe huko peponi yenye sifa, ambayo huumwi na kichwa wala kutoka na akili. Ndugu zangu wa Kiislamu naomba sana msubscribe. Hii channel yetu ya Ustadh Shafi Online TV. Mtafaidika na mengi. Leo tu tumezungumzia pombe, lakini kesho tutazungumzia kamari. Nini maana ya kamari kwa mujibu wa Qur'ani na kwa mujibu wa Biblia? Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.